Takriban mwaka moja baada ya watu kumi kupoteza maisha yao katika mto wa Kwa Musui eneo la Kilome, kaunti ya Makueni baada ya lori lililokuwa limewabeba kusombwa na maji. Mto huo haujafanyiwa ukarabati licha ya ahadi tele zilizotolewa na viongozi wa eneo hilo. Wakazi wakihofia usalama wao kutokana na hali duni ya daraja katika mito ya maeneo hayo. Roli lilianguka kwa hii mto na nikapeleka watu wengi, hata wengine hawajaonekana, na bado serikali tunalilia wakuje hapa, na watu wote wa serikali kutoka county government hata national government, wakuwa kwa hii eneo, washikane, tujue watafanyia nini bridge. Hakika tulisononeka sana, tukalia sana, na hatukupata usaidizi maana hadi wa leo kukinyesha, maisha yetu na kuanga hatarini, maana bridge maji ilikuja ikabeba watu wakafatiliwa, lakini hata kiongozi wetu aliye katika kiti bwana Zambia hakushughulika. Wakazi hao sasa wanawataka viongozi serikalini kuwajibika na kufanya ukarabati wa madaraja katika mito mikuu wanayosema yanahatarisha maisha yao, hasa katika msimu wa mvua. Hivyo tunaomba serikali kuu na kera ikuje hapa iweke bridge ambayo ni permanent tu, eh, ili tuweze eh, eh, kuya eh, mudu maisha ya wengi, ndio watu wa, wasiendelee kupoteza maisha. Tunauliza tafadhali viongozi wetu wazingatie, maana ukiangalia kwa mfano, kuna zile mito ziko hapa zimekuwa ni Uh, majanga kwa watu wetu, maana uh, tuko na ile uh, mto ya kwa Musu, ile ya kwanza kutoka Sultan, pia tunakuja ile ya kwa Kaluku. Ukiangalia hizo mito zinahitaji ile baria, lakini tumeongea hii maneno mwaka nenda mwaka rudi, na hatuoni mambo ikitendeka. Kwa hivyo tunauliza viongozi wetu wajibike maana tusipowajibika tutaendelea kupoteza maisha ya watu wengi hapa. Zaidi ya hayo, wakazi hao wamelalamikia kutofidiwa kwa familia zilizoathirika, wakiongeza kuwa baadhi ya familia hizo zimeendelea kuteseka baada ya kuwapoteza wapendwa wao. Tulitegemea labda wale watu wakibebwa na ile maji na wapotee, tutaweza wataweza kupewa kitu labda, hamna hata yeyote amepewa chochote wengi wao amna, hamna, wanalala hata njaa na watoto wao wengi, hata wameacha shule. James Mwangi, Undugu TV.